Hajawai kuniomba ambia hajatamani y ndoa niivyo kuwa na Fahima tu, yeah. Ukipata taimu utamuuliza yeah. Mwaka wa kwanza tu nimeanza naye yeah. Nilikuwa na moto sana, hata sijatoka hata kwetu haijatoka hivyo nishaanza ku organize vitu ah, bana, mimi bado mdogo. Nikamwambia kwanza subiri, afu I'm ready, pia ujio Afu pia ujue ma, marafiki pia nao. Unajua unapoona watu wako wengi wa pembeni, marafiki zake wengi ujue. Ehe. Bwana kuoe, kuoe unajua zile ila mimi sioi kwa sababu sababu eti unaniambia nioe. Nao kwa sababu mimi nataka. Of course Faima ni mwanamke ambaye ni mvumilivu. Ni mwanamke ambaye anaweza kukuwekea heshima hata akiwa na hasira. Sio mwanamke ambaye anaweza react kudisappoint. Kwa hiyo Ukimpoteza mtu wa namna hiyo, of course, naye unajua, unapomfanyia mwanamke vitimbwi anapata cabinet na washauri ambao anakutana na vishawishi pia vingi. Kwa hiyo disappointments zinakuwa ni nyingi katika mambo kama hayo, lakini mimi nitaongea tu kitu kimoja kwamba mtu ambaye anaweza akaonywa side akakuwekea heshima akahakikisha uchafuki kwenye public mheshimu, so watu wote wanaweza. Kwa hiyo Mungu akijalia hmm. Niloyasema yatatimia. Niloyasema yes, yatatimia inshallah. Zinakuja, tuna mawe mengi, tutaachia soon msanii mwingine mpya mwaka huu, mwaka huu.